Asa Rose. <tipos> Hasa eh, mume wako ambaye ako hapa Kiambu. ametueleza kwamba kuna vile amekaa sana hajafika nyumbani na anatuambia ni kwa sababu ya kazi, na anatuambia kuna vile ulisema maneno fulani ambayo ilimguza sana na ikamwogopesha, kwa hivyo alikuwa anataka kukuomba msamaha na kukupatia hakikisho kwamba yeye bado anakupenda yeah, na angependa utulie uvumilie huko, uh, akifanya kazi hapa Kiambu. <laughs> Sasa sijui kama kuna kuna jambo fulani lingine ambalo ametuficha ambaye labda alikukosea kifulani na mambo kama hayo. Yeye, yeah, ametuambia tu ni vile ako kazi hapa Kiambu na nyinyi mko nyumbani na kuna vile Uh, ulisema wewe umekaa sana huko, naweza acha watoto hapa na niende zangu eh. Mbona una miaka ishirini na tatu? Wewe bado ni hot cake. Kwani umekaa kwa muda gani? Kwa sababu yeye ametuambia ni 5 months only. Na ya ya, hata nyanyani, mm -hmm. Mwaka mzima. Ai, mwaka mzima amekuacha, we, yeah. We, msichana wa miaka ishirini na tatu amekuacha mwaka mzima, mwaka mzima. Mm. No, that's not fair ama unachagua ile kazi ambayo unapewa of, si mm. Hii kazi ambayo unanyimwa of hapo hapo hapo lazima uh, Kevin ajitetee. Kevin, umesikia vile mkako analia huyu yeah? Ni msichana wa miaka ishirini na tatu huyu. Sasa hapa ndio sasa ameiva, wewe eh, unamwacha nyumbani mwaka mmoja, unataka kae namna gani? Hata kama ni kutafuta, si so, utafute kazi ambayo unapewa offer ama ile kazi ambayo anakubali uishi na mke wako.